Ili nasi tutakapoitwa tuwe tayari kuingia kule mbinguni kama ambavyo tumeimba. Na sina hakika kama kweli tuko tayari kuingia mbinguni tulipoimba. wimbo huu mia moja na hamsini na saba, tuliimba maneno haya, moyo wangu na furaha ya kwenda mbinguni kwa Mungu. Yaani kwenda mbinguni kwa Mungu maanake uko tayari kufa leo. Nilikuwa najaribu kuwaangalia wote wanaoweza kuimba kama wako tayari. Hivi tuko tayari kweli? Natatamani tuimbe tena kama tuko tayari, hata sisi tukuita kwa sababu baada ya mzee wetu Cleopa David Msuya mwingine atafuata tu, na tutasema tulikuwa naye pale Usangi, tulikuwa naye alifanya hiki na hiki. I hope, I hope sitakuwa mimi wakasema yule aliyekuwa na hubiri. Namwomba Mungu <laughs> ili nihubiri zaidi <laughs> I hope, I hope. Yani kukaa kwangu kuishi kama vile Paulo anasema kuishi iwe ni Kristo, kumhubiri Kristo, alafu ni kifa iwe faida. Naomba tuimbe hili fungu la tatu tena Unaweza ukaliacha tukaona buna tu, Baba Askofu. Sisi tulioko hapa kila mmoja wetu amekusikiliza kwa makini sana, na katika hali ya kawaida tukiwa mahali kama hapa, kuna neno linasemwa, alafu unasema hili naona kama linamhusu fulani, lakini kuna neno linasemwa, unaona linakuhusu wewe. Kwa hivyo kila mmoja amechukua lile ambalo yeye linamhusu, lakini mimi niliamua kusikiliza kwa makini sana ule wimbo uliokuwa unasema mbinguni tunao utayari na nikasema lile beti kwa kweli, mimi ninakushukuru kwamba ulituruhusu wengine tusiimbe, ambao hatuna utayari wa kwenda sasa. Kwao nimesema niseme hilo kwamba watu, watu sisi ambao tuna uchaguzi mwaka huu elfu mbili na tano hatuja hatujaimba ni kwa sababu, si kwa sababu hatutaki kwenda mbinguni, lakini tunataka kwenda mbinguni ila baadaye. kwa sasa hivi kwa sasa hivi tunawaza uchaguzi na hapa tunaye dr Samia Suluhu Hassan ambaye tunamtarajia kuwa rais wetu. Kwa hivyo hatukutaka kabisa asogelee huo wimbo na kuimba, na sisi wengine pia wenye matarajio kama hayo, kwa kweli hatukuimba, na tunakushukuru sana kwamba ulituruhusu kwamba beti hilo tusio tayari tusiimbe. Kwa hivyo ndugu zangu, tuendelee kuwa na tuendelee kujifunza kwa baba huyu ambaye amelala hapa na wakati wetu utakapofika wa kuondoka watu wawe na cha kusema kile ambacho kitakuwa kinampendeza Mungu. Mungu awabariki sana. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu alipema peponi, amen. Asante mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba sasa kwa heshima